Naam, karibu tena mtazamaji. Familia moja huko Kilifi inadai haki baada ya mpendwa wao kuuawa kwa kudungwa kisu kwenye koo na jamaa anayemfahamu, na kulingana na familia ni kwamba familia ya Farida Kadzo Changawa inataka maafisa wa polisi kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha mshukiwa kumdunga kisu. Shirika la International Justice Mission limedokeza kwamba visa vya dhulma za kijinsia vimeongezeka nchini na kulalamikia asasi za kiusalama kwa kushindwa kuvidhibiti. Francis Mtalaki anaarifu Kadzo Changawa mwenye umri wa miaka kumi na saba alikumbana na mauti yake Jumaa iliyopita nyumbani mwao. Kulingana na familia ya mshukiwa, ambaye ni mgema katika boma hiyo, alimwita marehemu kwa mazungumzo yaliyochukua muda wa saa moja kisha kurudi na kupata chakula cha jioni pamoja kabla ya mshukiwa kuondoka. Baadaye marehemu alidai kuenda kuchukua simu asijue hiyo ndiyo mara ya mwisho kusema naye. Baada ya kama dakika ishirini tukasikia sauti huko nyuma tukitaka kujua ni nini, tunataka kufuatilia hiyo sauti, tunamwona Farida ndio anarudi mbio akiwa na kisu kwa koo, na akaanguka, akachomoa kisu na akawa ndio ameenda kabisa. Hivyo familia hii sasa inalilia haki, upasuaji ukitazamiwa kufanyika hapo kesho katika kaunti ya Kilifi. Mwaka 2021 Farida anadaiwa kubakwa na jamaa ambaye anahudumia kifungo cha miaka miwili gerezani. Ni afisa wa jinai ama DCI. Tukio hili likizidisha machungu miongoni mwa familia hiyo. Shirika la International Justice Mission limetaka vitengo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha visa vya ukatili wa jinsia vimekomeshwa nchini, wakisema zaidi ya visa 150 vimeripotiwa mwaka huu. Kilio chetu, tunaomba tu haki itendeke, na hiyo dhuluma, yani iwe mfano kwa huyu kijana, usirudiwe tena katika vijana wengine, wapate funzo kupitia kijana, kwa sababu hiyo dhuluma naendelea kuzidi kudhulumu watoto. Kama tujaona kazi yoyote ikifanyika huku mashinani kuhakikisha kwamba wanawake wamelindwa, maanake kesi hizi zinaendelea. Wiki hiyo tu iliyopita, kunao mwanamke mwingine ambaye pia alidungwa visu, alidungwa kisu pale Nairobi Jogoro, kwa circumstances ambazo zinafanana na kesi hii yetu. Na ukiangalia, karibu kila wiki mwaka huu kumekuwa na kesi kama hizo zikiwa zinaripotiwa, na kuna zingine nyingi ambazo hazijaripotiwa. Familia hii sasa inaitaka idara ya mahakama kuweza kuwapa haki huku visa hivi vikidaiwa kuongezeka kuanzia Januari hadi sasa. Francis Mtalaki, Ringia Citizen, Mombasa.